Abdullah ibn Ubayy bin Salul ndio kiongozi wa wanafiki. Alikuwa kiongozi wa wanafiki wakati ule. Sasa ilikuwa ni mtihani mkubwa sana wake kwake huyu e, Abdullah ibn Ubayy bin Salul, yani alipokuja bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manake ni mtu alikuwa anataka uongozi, kisha alipokuja bwana mtume khalas e, pale Madina, yeye hana uongozi tena. Sasa huyu Abdullah ibn Ubayy bin Salul e, mtoto wake akiitwa Abdullah kwa hiyo mtoto wake akaitwa Abdallah bin Abdallah ibn Ubeya bin Salul. huyu e, e, mtoto wake alikuwa ni muislamu mwema sana alikuwa ni muislamu mwema sana e, yani hataki matezo tena. Kama ilivyotangulia katika baadhi ya madarasa ya sera, ni kuwa kuna wakati alikosa heshima huyu Abdallah ibn Ubeya bin Salul, alikosa heshima. Ehe, mtoto wake akamwambia Rasulullah, nipe ruhusa mimi nimkate shingo babangu. Angalia, hiyo ndo imani aliyokuwa nayo mtoto wake radiyallahu anhu. Yani, kwa hiyo yani, Abdallah ambaye ni mtoto wa e, e, huyu Abdallah bin Ubeya bin Saluli alikuwa ni mtu imani yake kamili, na bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yuwampenda sana. Sasa alipokufa huyu Abdallah ibnu Ubeya bin Saluli, yani kiongozi wa wanafiki, basi yule mtoto wake akamfata bwana mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, naomba bwana uje umswalie babangu. Naomba ya Rasulullah, kama utanipa kama kiguo nitukue angalia, nitie katika kaburi la babangu, angaa ile adhabu hafifishiwe, adhabu ama asipate adhabu. Subhanallah, huyu ni mtoto wa kiongozi wa wanafiki. Yeye mtoto mwenyewe imani imekita, imani imemjaa maskini moyoni, lakini baba ni munafiki eh? Na hapa twasoma kuwa la. Si lazima kuwa, ikiwa baba ni mnafiki basi moja kwa moja mtoto anakuwa nini? Mnafiki? Si lazima. Ikiwa baba ni mkorofi moja kwa moja mtoto anakuwa nini? nani ni mkorofi? La, eh? Inaweza kuwa kinyume, baba ni mwema, mtoto ni mkorofi, na inaweza kuwa baba ni mkorofi na mtoto ni mwema. Hili ni jambo lazima sisi kama jamii tulikubali, na lazima tulizingatie, sio mtu tu. Yani itakuwa tunahukumiana ah, madamu fulani babake ni kafiri, basi yule mtoto hawezi kuwa ni mwema Haa, madamu fulani labda babake ni mwizi basi mtoto hawezi, la, haa, watu huja tofauti, baba anaweza kuwa ni mwema sana maskini, na mfano huu uko mpaka kwa mitume, saidina Nuh ni katika mitume bora, ni katika ulul azmi, lakini mtoto wake maskini alikufa kafiri, wa hakadha basi, eh, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam maskini katika ku, eh, kumpumbaza ama kumfurahisha huyu mtoto Abdallah Ibnu Ubay bin Salul ambaye imani yake imekita Eh, na kumpoza maskini ule msiba alopata, manake huyu mtoto wake alikuwa anasikitika kuwa babake amekufa na bado ni mnafiki, bado ni mnafiki. Basi maskini huyu mtoto anasikitika sana sana sana, eh? Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kumpoza eh, kumpa tazia na nini, basi akamswalia eh, jeneza lake akalifuata, subhanallah, yani angalau moyo wake huyo Abdallah usifanye nini, usivundike, na pia watu wa Khazraji ilikuwa wanampenda sana Abdullah ibn Ubay bin saluli. Kwa hivyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipofanya hivyo eh, kwa akili, yani ni miongoni mwa makasidi, miongoni mwa sababu ni awapoze wale nyoyo zao, maanake wao walikuwa wamemona huyu Abdullah ibn Ubay ana nini, ana cheo fulani pale kwao, sio na subhanallah, eh? na eh, saidna Omar hili hakulitaka. Hakika ni katika mambo ambayo utasikia kwa saidna Omar aliyafikiwa na Qurani eh, kwa baadhi ya mambo. Ama yeye aliafiki Qur'ani katika baadhi ya mambo mambo mambo mambo, miongoni mwa ni, azali, ha? Basi, uh, mambo ni mambo haya. Tukisema, katika ya kuwa alileta alileta rai kisha kukaja aya ikamuunga mkono Saidna Omar, mfano ndo ali, eh, ali leta, ya si kumu, kusema yale, yale Eh, na pia katika vita vya Badri wale mateka eh, ah, yani ile rai ya Saidna Omar ndo iliungwa mkono eh, kwa dhahiri ya aya ya Allah jalla jalalu, sio na miongoni ya mambo ni haya Saidna Omar akamwambia, ya Rasulullah, huyu ni munafiki, ni maarufu nifaq, anajulikana kuwa yeye ni munafiki bwana. Hakuna haja ya kufitana bwana, kwa nini sisi tumswalia ya Rasulullah? Mimi naona bora oh, usingemswalia, manake we ukimswalia wale wanafiki wengine wataona, ah, kumbe bwana tutaswaliwa na Muhamadi eh, basi tunaweza kusamehewa la ya Rasulullah, mimi naona bora usimswalie. Lakini bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, mimi ntawaswalia madamu sijaamrishwa, madamu sijakatazwa, mimi ntawaswalia tu, ntawaswalia tu eh? basi bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamswalia, na akarefusha sana swala eh? mpaka wengi katika wanafiki waliathirika maskini na muamala huwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wakatoka katika ule unafiki angalia wakatoka katika ule unafiki na ikawa heri kubwa sana bahati yao, manake wangekufa katika hali ile ingekuwa ni hali ya kusikitisha sana kwa eh, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa eh, vitendo hivi kwa amali hivi kwa namna alivyomswalia akayapeleka lile jeneza. Basi wakafanya nini? Wakamsikiza, yani wale waliokuwa wanafiki wakabadilisha eh, imani zao na wakawa sawa, sawa. Sasa ni waislamu alhamdulillah, lakini sasa

Usiswali juu yani, kwa mmoja wao eh, usiswali juu ya mmoja wao akifa, abadan usiwahi kuwaswalia wala taquma ala qabrihi, wala ta kusimama ta, ta, katika kaburi lake usisimame. Subhanallah, mtume sallallahu alaihi subhanallah wa wana mtume. Basi kuanzia hiyo siku ikawa hali ndio hiyo haswali eh, eh, katika yani haswali ikiwa aliyokufa ni nani? Ni munafiki. Naam, eh, tukio la mwisho katika mwaka huu ni tukio la kusikitisha kihakika maanake uh, ni tukio la kifo cha Sayidatna Ummu Kulthum. Ummu Kulthum huyu ni katika eh, mabinti wa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikufa katika kauli ambazo ni rajihi, alikufa mwaka huu mwaka wa 9. Sayidatna Ummu Kulthum alikufa mwaka huu, na huyu ndio mke wa pili, yani ni mke wa Sayidina Uthman. Sayidina Uthmani alioa mabinti wawili wa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, binti wa pili ni huyu Ummu Kulthum maskini eh, alipofariki huyu Umm Kulthum, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah <coughs> Saidna Uthman alihuzunika anakw, maskini mke wa kwanza mbani ya Ruqayya, kisha alipokufa Saidatuna Ruqayya, eh, Saidna Uthman akaozeshwa. Yani bwana Mtume angalia anavompenda Saidna Uthman, bahati yake kwa kama ulama wasema, hakuna mtu tangu mwanzo wa dunia aliopata fursa kama hii kuoa mabinti wawili wa mtume yoyote. Heh? tangu kuja kwa Saidina Adam, Saidina Idris, Nuh, Hud, mpaka hapa tulipofika, hakuna mtu alioa mabinti wawili wa mtume yoyote isipokuwa Saidina Uthman. Bahati yake Saidina Uthman ndo akaitwa Dhun Nurain. Mm, basi Saidatna Ummu Kulthum alikufa mwisho wa mwaka huu, Saidina Uthman akahuzunika, maskini, manake ni bahti ile amepata bwana mtume. Sallallahu alaihi wa sallam akasema kumwambia Saidina Uthman na kuonyesha ile fadhila zake, akasema: lau mimi ningekuwa na binti mwingine ningekuozesha Lau ungekuwa na binti wanne wa ingekuozesha. Lau ungekuwa na mabinti mpaka arbaini ingekuozesha wote. Inakuonyesha yani ile wea, daraja na cheo cha nani cha Saidna Uthman na wema wake, subhanallah bahati yake na Mungu atujumuishe katika. Sasa tutaingia mwaka wa kumi, hijra, wa kumi baada ya hijra ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam